Nikubalia tu niweze kusoma kidogo, na masheikh mko hapa, ikiwa sijasoma vizuri, mtanirekebisha hapa hapa, kwa sababu vile ndugu magava amesema, na vile waislamu wetu wote wa hapa Sio Port, mnajua katika familia zetu hata tukisema kwamba kuna minorities hapa lakini mnajua pahali tumetoka, tumekuwa pamoja sana. Sio uhusiano ambao mimi ndio nimeleta, umetoka kwa mababu zetu. Mnakumbuka mzee Otuoma wakiwa hapa ucha ojasi, ndio alileta hii uhusiano, wakina mzee Mahamad Omari wote wakiwa hapa. So mnikubalie tu na Shek nisiposema vizuri. Unieleze. Nataka tu kusoma katika sura ya Al-Baqara chapter ya pili vasi ya mia moja themanini na tatu na mnikubalie nisome kwa kimombo kwa sababu pahali imefunguka ni kwa kimombo, inasema All you who have believed.

Sheka takbir, sijasema vizuri, unaweza fafanua. Na pia yule sheki yetu ni takwa, na mimi nimesema takwa. Shek wetu wa hapa pia Sio Port anaweza pia kufafanua kwa hao wengine pia wasikie kwa ile lugha wanaelewa. Tumesema hivyo ndio tuweze kuelewa kwamba leo sio siku ya kawaida ambayo labda wengine wa wangetarajia nizungumze mengi. Nimekuja hapa kwa sababu ni siku takatifu, bado tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na nataka kushukuru. Kama haingekuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu labda singeweza kufika hapa, kwa sababu asubuhi tulikuwa na mkutano kule Ikulu, viongozi wote kutoka mkoa wa magharibi baada ya hapo tulikuwa na mazishi kule Meru, ambaye ndugu yangu gavana jirani James Agre Orengo aliweza kupoteza baba mkwe, na ikawa kwamba tufike kule Meru tuzike. Na tulikuwa tunajiuliza tutaweza kweli kufika hapo, lakini kupitia mapenzi ya mwenyezi Mungu, wakati nilimweleza Rais kwamba mimi nataka kwenda kuwa na ifta na Waislamu wa Sio Port kule, akasema just do what it takes, lakini lazima ufike, na ndio akaniwezesha, he facilitated me to make sure naweza toka Nairobi niende Meru na nikuje Busia. Takbir! Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni kushukuru na vile sheikh na chama na alisema hatutaki kuchukua muda mrefu. Yale mmezungumuza nimesikia na mmeelezwa. Hata katika safari yangu nikianza, wale wanakumbuka nilikuwa bado kijana mdogo miaka thelathini tu na kitu, sasa ni zaidi ya miaka ishirini tangu mnikalishe hapa mkinianzisha hii safari. Wengine bado wanafikiria ni juzi lakini hawa wazee ambao wako hapa, it is almost going to 20 years since we sat here, mkasema mtoto wetu tunakuombea enda. Na nakumbuka hata tukizungumza kwamba msikiti huu ni Sharif Nasir aliweza kuuchangia, lakini nakubaliana na nyinyi pia kwamba yale kidogo tulifanya, sasa imepitwa na wakati, na tumezaana sasa, tuko wengi na pia Mungu amebariki ile maombi mlipeana hapa. Nilikuwa hapa nikiomba kuwa mjumbe, lakini wakati huu sasa mimi ni gavana, ile shukrani na mimi naweza kurudisha. Na kwa sababu huu ni msikiti wa nyumbani ambao ulianzishwa na babu zetu, tunataka tujenge hapa msikiti hata ushinde huo wa Busia. Sasa Bwana Ahmed na bwana Nur na akina Ali na wale wote ambao mko hapa, mimi nataka tuchukue majukumu hayo kwa haraka. Na vile umesema baba ya Abdulswamad Nasiri, ndiye alikuwa hapa na Nasiri sasa pia ni gavana kama mimi. Joho sasa ni waziri. Kuna rafiki yetu sana ambaye alisaidia hiyo msikiti ya Busia, bwana Ali Said Busia Sugar Company. Mimi najua hawa ah, wote tukiwaweka pamoja tutajenga msikiti hapa yeah. Tunakubaliana hiyo, so mimi nataka kutoa hiyo kwamba hawa ndugu zetu waketi pamoja, tuweze kukamilisha hiyo katika hii muhula wetu wa kwanza ya pili ni mambo ambayo mmezungumuza wote, tunajua ni marehemu tutuwatarajiwa, si ndio? Kwa sababu tumetoka kwa udongo na tutarudi kule. So mambo ya makaburi ya Waislamu tuliweza kuweka ahadi, na vile bwana Ahmed amewaeleza, ile ya Busia imekamilika. Ile tu jambo nilikuwa nawauliza saa nyingine hii mambo ya kungoja seremoni inachelewesha maneno, tungepeana tu labda siku moja tungepatana, alafu tuseme ndio hiyo tumeshapeana, lakini mkisema tu tumengoja ceremony tunachelewesha. So mimi nimemwamrisha kwamba with or without ceremony let us hand over. Sheikh, nafikiri itakuwa sawa. Let us hand over. Mkiwa tayari na ceremony ni sawa, msipokuwa tayari na ceremony, please. Tusifike idi kama hatujamaliza hiyo maneno, tupeane. Takbir si ndio? Hivyo mambo yingine ambayo umezungumuza kama ndugu zetu Waislamu ni mambo ya kuhusishwa katika serikali, mimi wacha nisimame hapa niseme, natoa shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais kwa kuweza kusema hii mambo ya kunyanyasa watu wetu, kutopata vitambulisho kwa sababu ya mambo ya veti, na ameipigilia marufuku. Kuna watu wengine hawajaelewa, wanafikiria tii ti imekuwa tu shida ya watu kule Nordista. Hata hapa kwetu tumekuwa na shida ama, mimi mnaona namna gani, tumekuwa na shida ya kupata vitambulisho Mtu umeolewa umezaa watoto na bado unaambiwa wewe sijui ufanye nini ndio upate vitambulisho. Kwa hivyo mimi nataka kuwaeleza masheka ambayo mko hapa leta zembako na mission ya kupea watu wetu vitambulisho mpaka Kenya, hii shangaa ya wale ambao wanafikiria sisi hatuna watu. So mimi nitaanza hiyo program, na ndio nasema mimi naiunga mkono because wee huwezi kutuchukulia tu kwamba sisi ni wahalifu. Sisi si wahalifu, kama ni mhalifu ni kazi ya polisi kuangalia hiyo. So wewe usiumizwe kwa ile kazi ambayo si yako, wacha wale walinda usalama waangalie kazi yao, lakini sisi kama raia tupewe haki yetu. So watu wetu wapewe vitambulisho naumaztambulisho sasa. Ndio wakati wa kupata mnyole vitambulisho nyinyowa wahoonya kabisa urihoolewana Tunamwomba rais mkono kwa hiyo. Because that was discriminatory. Kitambulisho has nothing to do with security. Security polisi wenyewe waangalie kuangalia mambo ya security but don't discriminate our people. Don't profile our people even our Muslim brothers for nothing. Because sisi sio watu tunahusika na usalama, wale wanahusika wako huko, sisi tunataka tu kitambulisho kuwa raia wetu wema, so mkisema hiyo pia sisi tutaeback. Hata hiyo mia tatu wanaitisha, tutajaribu tuone itolewe, ama sisi wenyewe tuone vile tutasaidiana na wahusika. Oh, wameshatoa basi, sisi sasa, kila kiongozi tusaidia watu wetu kupata vitambulisho, mambo ya maendeleo. Ndugu zanguni, vile nimesema ni siku takatifu na muda ni kidogo, mniruhusu kwamba nitakuja tena tuzungumuze, lakini tu kwa ufupi, vile mmeelezwa, kaunti ya Busia tumekuwa na changamoto kubwa, lakini kupitia ile mipango tuko nayo sasa na hata yale ambayo tumezungumza leo, tumesema Busia kaunti ndio kama gateway ya East Africa mzima, sio Kenya peke yake. So hawawezi kutuachia sisi kama kaunti ati tuone Malaba Municipality, tuone Busia Municipality ambazo wakati tumeingia ndio tumefanya gazetment. If the national government and regional governments don't step in, hizi mashida za congestion zitaendelea. Tulikuja tukafunga pale Malaba, tukasema tunataka kuokota ushuru kidogo. Ndugu zanguni, kwa siku tulikuwa tunarokota zaidi ya milioni moja pesa ambayo inakuliwa tu lakini kwa watu wakapiga kelele, wakasema Uganda, Museveni analalamika, Kongo analalamika, tupunguze kidogo, tuache kidogo, tuone vile itapangwa. Na leo leo nimemkumbusha mheshimiwa rais kwamba sisi tunataka kuendelea na hiyo, kwa sababu hatuwezi kuwa kwenye mpaka hii ndio bahari Mungu alitupa tunaweza pia sisi kuwa integrated kwa ile tunasema East African Trade kwa kupata kitu kidogo ambayo inaweza kutusaidia kulipa school fees, kununua madawa kwa sababu hapa ndio nchi yetu Mungu ametupa. Lakini utapata matrela, imepangana Malaba paka kule Kandui. Busia hapo paka saa ingine kule Bumala lakini hakuna nuru tunapata. So leo pia tumekumbushana, kwa sababu kaunti ilikuwa imepitisha hiyo sheria kwamba tuweze kurokota ushuru na ile kidogo tulifanya Malaba kabla watuambie tutoe was one million per day so ukichukua 365 days hiyo ni karibu ushuru wa milioni mia nne ambayo tunapoteza tu. So hii kaunti inaweza kuwa tajiri tukifanya ile mambo inatakikana, ndio tuweze kulima mabarabara, kununua madawa katika hospitali ya mwisho. Ndugu zanguni, kwa sababu ya muda, tafadhali nawaomba, nawaomba ndugu zangu, hata Waislamu hapa kuna mipango ambayo inafaa itusaidie, na sio rahisi. Ingine bado ina changamoto. Tunataka tujisajili katika hii programu ya SHA, kwa sababu ile mambo ya national eh, ile ya NHIF ilikwisha, lakini ukiangalia hapa Busia tuko zaidi ya watu milioni moja na ni watu laki mbili tu peke yake wamejisajili. Hiyo inatuletea ugumu kupeana huduma kwa sababu kijisajili hata kama bado tuna shida saa hii, baadaye sisi tunapata marupurupu kidogo kutoka kwa hiyo cha. Lakini wewe unapiga kelele na ujajisajili, hiyo inafanya sisi tunapoteza ushuru, na pia inakuwa ngumu sana kuwapatia huduma, kununua madawa na kufanya nini. So as much as hata wale wanapiga kelele, nilikuwa kule Nyeri, utapata Nyeri ndio iko namba moja kwa kujisajili lakini kwa kupiga kelele hatishaifanyi kazi. Nini wanapiga kelele? Kwa sababu kwa hao ni siasa, lakini huduma naye wanapata kwa sababu wamejisajili. Lakini sisi tunapotoshwa na siasa na tunasahau kujisaidia. So nitaomba tafadhali, tutofautishe hizo vitu mbili. Hii shaa ilikuwa kwamba hata yule mtu hajiwezi aweze kupata insurance. NHIF ilikuwa tu ule unaweza kulipa So bado wana changamoto ya kui -roll out. Lakini kila kitu kigeni ni hivyo hivyo tu. Hata mtoto mdogo anatambaa, anaamuka, akianguka baadaye atatembea. So please hata watu tukipiga kelele, lakini tuendelee kusajili watu wetu. Kwa watu milioni moja hatuwezi kuwa tu ati tuna watu laki mbili, hiyo inatupa shida. So siwezi kuzungumza yote mimi, ni kuendelea tu kuwatakia Ramadhani njema so that Mwenyezi Mungu akitusaidia tutakuwa na ra, I mean Ramadhani, I mean idil fitri njema. Ndugu zangu, hawa the other day waliniomba ruhusa na kumbuka Ahmed akiniambia anaenda kule Meka kwenda kuswali na kutuombea kwa sababu alisema kaunti ina changamoto mingi sana. So mimi tutaendelea hivyo hivyo, hivyo. Otherwise, asanteni sana. Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki, eh? Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki na kwa wale viongozi tumekuja nao pia, tuna kiongozi ya waalimu hapa, bwana Majale, kuja hapa upunge mkono tu, unapunga tu mkono. Huyu ni kiongozi wa waalimu na ako na wenzake hapo So asante na shukran wale ambao labda on one way or another tumekusahau, jua tu tuko pamoja. Asante sana Sheikh, shukran. Mwenyezi Mungu awabariki. Takbir, takbir! Basi mjaribu pia mimi niislamike tu siku moja. <tos> <tos> Lakini Qurani inasema mwenye kushukuru kwa kichache ndiyo mwenye kuongezewa. Sasa sisi leo tutakushukuru

kikao kizima cha mheshimiwa gavana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na hapa nafikiri anaelekea katika nyumba au chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya makuli au kwa ajili ya iftari, pamoja na mashehe, pamoja na viongozi kwa ujumla, na wengine wameandaliwa sehemu maalum, ikiwa ni sehemu ya kushuru, ikiwa ni sehemu ya kula, na nafikiri hapa ndio mwisho wa kipindi chetu ya futari ya mheshimiwa Gavana Adonda mjini Sio Port kwa ajili ya Uislamu. Ulikuwa naye alustaz Zamil al-Farshi katika tv yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani, usisahau subscribe pamoja na kulike pamoja na kushare, ili wengine waweze kupata faida ya kufahamu yale yanayojiri katika mji huu wa Sio Port katika kaunti ya Busia. Ulikuwa naye Ustaz Zamil Alfarshi katika tv yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wabarakatuh wa ilal liqa.